Kukosa maarifa ya uongozi wa kimkakati imekuwa tatizo la dunia nzima si Tanzania pekee. Hali hii inasababisha kupoteza mwelekeo na watumishi kupoteza morali ya kufanya kazi yenye kuleta tija. Uongozi mbovu ni saratani inayosumbua taasisi nyingi za umma na binafsi nchini, hali inayosababisha zishindwe kufanya vizuri na mwishowe kufa. Kwa undani wa hili, Mwananchi imefanya mahojiano maalumu na mbobezi katika eneo la uongozi wa kimkakati kwa maendeleo Omary Mjenga, ambaye ameeleza ni kwa namna gani kiongozi anaweza kujenga au kubomoa taasisi. Akiona kiongozi anaondolewa idara moja akapelekwa kwingine, huku alikoondoka watu wakafanya sherehe, huyo hakuwa kiongozi. Na kiongozi, sifa nyingine, lazima awe ni kiongozi asiyejenga hofu, awe ni kiongozi anayejenga matumaini, yaani kesho ni bora kuliko leo. Nimewahi kuona taasisi moja kiongozi kaondolewa, watu wamechinja ng'ombe kusherekea, watu wamevunja champagne kusherekea, hawakuwa na kiongozi. Kiongozi, ruhusu unaowaongoza wapande kwenye mabega yako wewe, nao waje kuwa viongozi. Na kiongozi bora ni ambaye hatishiki na ubora wanaowaongoza wa na, katika utendaji wa kazi nimepata ujuzi mkubwa sana kwenye masuala ya uongozi eh. Nimekuwa afisa ubalozi kwenye ubalozi wetu wa kudumu New York, tukiwa na marehemu balozi Mahiga. Nimepata kuwa pia mkuu wa shirika la miradi la Umoja wa Mataifa, Sierra Leone, Freetown lakini nimehudumu kwenye nafasi tofauti tofauti ikiwemo Dubai, uh, kwenye diplomasia. Kwa hiyo katika zunguka yangu yote nimekutana na hili dudu linaloitwa leadership. Kiongozi bora, kiongozi mzuri anatakiwa awe vipi? Sasa kila taasisi ina kitu tunachoitwa maono vision na mission. Kama nilivyosema mwanzo, hakuna taasisi yoyote duniani itafanikiwa kwa kuzingatia vision na mission yake bila uongozi mzuri, bila skilled leadership. Na ukishakuwa kiongozi, vitu vikubwa viwili unavyoviongoza ni watu na vitu sasa komponenti ya watu ni component yenye individuals wenye akili, inabidi waelekeze. Awa individuals wana hisia, sometimes wamekasirika, sometimes wana kwa hiyo inabidi uwe na skills, ni namna gani ya kuwaongoza watu. Kwa hiyo bila uongozi katika taasisi yoyote ile, hata katika familia level, huwezi kufanikiwa tekeleza vision yako ukatekeleza na mission yako ni ngumu sana. Kwa hiyo ukitizama, tatizo kubwa, kwa nini taasisi nyingi zinakufa haziendelei, ni kwa sababu hakuna uongozi. Unaweza ukadhani uongozi upo, lakini waliopo sio viongozi, just individuals wamekaa tu pale, wanajiita viongozi. Kiongozi lazima uwe na maarifa ya kuongoza kabla. kabla kabla tuifike kwenye sifa za kiongozi, hmm. Kwa uzoefu wako, unaona ukubwa wa tatizo la kukosekana kwa uongozi uko vipi kwa hapa nchini kwa unavyotazama na labda duniani. Ukitizama kwa kwa taasisi nyingi hapa zina migogoro mingi, kwa sababu uongozi ni mbovu, poor leadership mm-hmm. Na unazijuaje? Kwa mfano unaweza ukawa umeweka target kwamba mwaka huu kuanzia January kufika December, taasisi yangu nataka iwe imefikia level hii. Ikifika December, baada ya kufanya uchambuzi, ukakuta hata robo kufika. Unadhani tatizo ni nini? There was no leadership. Hakukuwa na uongozi. Huo ni mfano mdogo. Ukitizama nchi ambazo mara nyingi jeshi linaamua kupindua serikali. Wewe unadhani ni kwa sababu wana kiu ya madaraka sana? Sidhani. Ni kwa sababu sasa, wameona there is no point of return, wanaamua kusema sasa, ngoja tuchukue, ili baadaye upatikane uongozi. Haya yote yanachangiwa pia na poor leadership. Unaweza ukawa na uongozi katika serikali, uongozi unaojitizama wao, wow tu kwenye ile ruling class kuna nchi zingine baba ni rais, mtoto ni makamu wa rais, sijui mtoto wa shangazi ni prime minister, sijui mkuu wa majeshi ni, ni, ni, ni kaka. Yaani uongozi ule umezungukwa na familia moja. Sasa kuna watu wanaoongozwa na hawa viongozi wana akili pia, wanasema hapana, huku tunakokwenda si sawa. Ndio maana mara nyingi unakuta jeshi linaingia kupindua serikali. Hiyo ni dalili kwamba kumekuwa na poor leadership. Ukiona taasisi kwa mfano kwenye biashara inafungwa kwa kutotimiza ile vision na mission yake, maana yake hakuna uongozi. Gari unaweza ukaikuta iko njiani, inatembea haiwezi kutembea bila kiongozi ambaye ni driver. Sasa hivi ukisikia kuna magari yanajiendesha, yupo kiongozi. Teknolojia haiwezi kujiendesha kama haikuwa programmed kiteknolojia. Kwa hiyo uongozi ni sifa kubwa katika kila taasisi kufanikiwa au kuanguka, sifa kubwa sana. Sasa lazima ujue kama leadership inachangia katika success mafanikio ya taasisi sasa, viongozi wanatakiwa wawe vipi hmm? Kwanza, strategic leadership, uongozi wa kimkakati hmm na strategic leadership skills, maarifa ya uongozi wa kimkakati maana yake lazima uitizame ile vision na mission, alafu unaowaongoza. Kiongozi bora kitu cha kwanza anatakiwa awe nacho atambue kwamba anaenda kuongoza. Sijui kama umenielewa. Unapoitwa kiongozi, alafu huko peke yako sasa unaongoza nini? Una watu, maanake unapoitwa kiongozi au umeteuliwa kuwa kiongozi au kampuni na kuteua kuwa kiongozi katika kampuni ile, manake kuna vitu unaenda kuviongoza, na neno kiongozi ni kuonyesha njia, showing the way. Kwa hiyo, kiongozi, sifa ya kwanza, ajitambue, role yake kama kiongozi ni nini atambue kwamba anaenda kuongoza kwamba waliopo nyuma yake wanamtegemea yeye kama walivyomtegemea wana wa Israeli, walivyomtegemea Musa. Sawa. So, wawe na hiyo imani. La pili, kiongozi lazima avae sura ya utu, a human face. Unapoongoza watu lazima kiongozi ujawe na kitu kinaitwa huruma, utu. Kwa vile na wewe ni binadamu unakosea, si ndio? Na wale ni binadamu wanakosea. Usiwe too strict, kukimbilia kuchukua hatua dhidi ya matako ya unayemuongoza. Kwa mfano, kumfukuza mtu kazi. Unapomfukuza mtu kazi, humfukuzi Elizabeth tu unafukuza na jeshi lake liliyopo nyuma. Wapo watoto, yupo mume, yupo mama, yuko baba, wadogo zako. Kwa hiyo unapomfukuza kazi, umefukuza jeshi kubwa sana liliopo nyuma ya Elizabeth. Kwa hiyo, utu. La tatu, kiongozi lazima awajue vizuri anaowaongoza wakoje. Kwa mfano, kampuni ya Mwananchi ni kampuni yenye watu tofauti tofauti, mm. Kuna wanawake kuna wanaume sio kuna Wangoni kuna Wachaga kuna Wapare kuna kila kitu mle ndani. Hiyo katika uongozi kwa Kiingereza tunaita diversity, kwamba you are leading a diverse team. Kwa hiyo ukiwafahamu unao waongoza wakoje, strength zao zikoje, ni wapi naweza kumtumia Elizabeth, ni wapi naweza kumtumia Omar na ukawatumia according na strength zao utafanikiwa katika uongozi, na wao wenyewe watamwona, hapa tuna kiongozi. Lakini watu hawa pia wana weaknesses, mapungufu kama ilivyo wewe kiongozi kwenye mapungufu. Rekebisha kwa kujenga. Kwa mfano, mimi naweza nikawa najua chemistry, kemia, lakini kazi yangu inahitaji nijue hesabu sana. Basi nipeleke nijijenge kihesabu, maana yake nipeleke kwenye training. Kwa hiyo kiongozi lazima ajue mahitaji ya anaowaongoza, kwa hiyo lazima wajue watu wake wakoje. La nne, imani trust, na trust hii ni njia mbili, unaowaongoza wajengee mazingira ya kukuamini kama kiongozi wao Leo hii utaona watu wanazungumza kwenye mitandao, kwenye TV, kwenye hadhara mm. kwamba tuna kiongozi Rais Samia Suluhu Hassan, sio wame, ame, amejiweka ine we, anaowaongoza wanaimani na yeye, na wanapomwonyesha tuna imani na wewe, na yeye anapata encouragement ya kusema kwamba hawa watu nawaamini na ndio maana anaweza akamteua Elizabeth waziri wa habari kwa sababu anakuamini. Na ikifika njiani akakuta imani ila alokuwa nayo na wewe haipo, anakuondoa analeta mtu mwingine ambaye anamuona na imani zaidi. Kwa hiyo ukishakaa kiongozi pale, especially viongozi wa kisiasa, maana wanapatikana kwa uchaguzi kila baada ya miaka mitano, trust ni jambo ambalo hutaki kulipoteza, imani ya unaowaongoza Mmeona duniani wanaoongozwa wanapokuwa hawana imani tena, huko bungeni kuna kitu kinaitwa vote of no confidence, kwamba hatuna imani na wewe tena, wanapiga kura. Kwa hiyo trust ni njia mbili, unaowaongoza wakuamini na wewe unayewaongoza waamini. Kwa hiyo trust ni muhimu sana. La tano, kiongozi ni mlezi Unapokuwa mlezi, maanake kuna watu unawalea kama nyumbani pale, unawalea watoto. Sasa sifa kuu ya ulezi ina utukufu ndani yake. Unapolea kitu, maanake unataka kikue. Kwa hiyo kiongozi lazima avae joo la ulezi, kwamba kila ninayemwongoza katika shirika hili ni mwanangu, naye mlea ndio maana hata Rais Samia, ukisikiliza hotuba zake, anasema wanangu Simba wameshinda juzi, anasema wanangu Simba, na huwa anawatania Yanga hawajawahi kuitwa wanangu na rais. <laughs> Kwa hiyo kiongozi abaye joo la mlezi, unawatizama watu wako, unaona huyu yuko sawa, huyu tabia kidogo imekwenda kondo, unamrekebisha ukiwa mlezi huwezi kukandamiza unaowaongoza. Kwa hiyo, kwenye taasisi, kwenye idara, kwenye sekta unapokuwa kiongozi, hakikisha una jukumu la kulea, sio jukumu la kuumiza. Sita, kiongozi anatakiwa awe ni mtu wa kufikika, accessible, ni mtu anayefikika. Sasa Colin Powell aliyekuwa Secretary of State General Colin Powell kwenye kitabu chake ameandika sifa kubwa ya kiongozi kufikika anasema hivi unapoongoza maafisa wa jeshi wewe ndio kiongozi wao ukagundua kwamba wiki ya kwanza ya pili ya tatu mwezi hawaji tena kugonga kwenye mlango wako kuleta shida zao au kuomba ushauri au kuleta malalamiko, basi siku hiyo umeacha kuwa kiongozi wao. Why? wanaona wakileta shida zao ufanye chochote, wanaona wakija kuomba ushauri hauko tayari kufikika. Kwa hiyo wanaamua kusema hapa hatuna kiongozi, acha tuogelee sisi tunavyojua. So the day you see the juniors are no longer bringing their problems to you you have stopped to be a leader. Kwa hiyo kiongozi ufikike. Kiongozi usiwe mtu wa kutisha kwamba leo unataka kunifikia, unasema eh, hivi ah, una hofu. Kiongozi usijenge hofu ya wanaoongozwa na wewe, kutaka kukuona wanajiuliza maswali mara kumi. Kiongozi, jenga mazingira ya kuwa rafiki. Sifa nyingine ya kiongozi ni kiongozi anayeacha sifa ikamtafuta, siyo anatafuta sifa, na nimeandika kwenye Instagram kwamba kiongozi, fanya kazi zako, sifa ianze kukukimbilia wewe, ikutafute kwa nguvu kuna viongozi wengine hajafanya kazi lakini anataka sifa. Na utendaji ambao una matokeo lazima utapata sifa tu, watu watasema, bwana kiongozi. Mfano, amefariki rafiki yangu mkurugenzi mkuu wa Tanesco. mm-hmm. nadhani mmeona kwenye Instagram comments za watu. Jamani, watu wanasema huyu alipoingia Tanesco mambo yalibadilika, kiongozi mzuri sana. Kwa hiyo, kiongozi, sifa nyingine unayotakiwa kuwa nayo ni unapokuwa haupo watu wanakumisi, yani uwe kama cha